Nashukuru mbunge anayemaliza muda wake Ndugu Kamonga kwa kurudisha fomu zake salama leo na kutakia kila laheri. Asante sana. Yeah. Asante. Uh, nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwamba leo, eh, baada ya kukamilisha kujaza fomu vipengele vyote na kuzingatia maelekezo yote ya chama nimeweza kurudisha fomu za kugombea ubunge wa jimbo la Ludewa nafasi ambayo ninaitetea kwa awamu ya pili, na kimsingi Ludewa hii ina mambo mengi ambayo nimeyafanya awamu ya kwanza ikiwemo kupigania sana e, uwekezaji mkubwa wa Liganga na Mchuchuma mpaka e, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kulipa fidia E, na sahizi tayari wako hatua nzuri miradi kuweza kuanza sasa miradi hii mikubwa e, mimi nikiwa kama mbunge wa kumi ambaye nimejitahidi wakati wangu wa kipindi hiki changu cha kwanza, imeweza kuonesha matumaini kwa wananchi wa Ludewa na Watanzania wote. Sasa vitu kama hivi vinahitaji mwendelezo wa kuvisimamia, yule aliyevianzisha avifikishe mahali pazuri. E, kwa hiyo kuna mradi ule wa Maganga Matitu E, unaendelea vizuri, viwanda vinaanza kujengwa, muda sio mrefu e, Liganga ile kubwa ambayo ilikwama. Nashukuru pia serikali wamesikiliza ushauri wangu kipindi cha kwanza, tayari imesha kuamuliwa, sasa inahitaji mtu wa kusimamia. Barabara hii ya kutoka Ludewa hadi Manda, nimeanza, nimefanya jitihada kubwa sana, wakati naingia maeneo jongojongo, gangitoroli, kwa sekie, kwa shetani yalikuwa yapitiki kabisa Nilipambana, kipande cha upande wa Ludewa kilomita hamsini ziweza kukamilika kutoka Mawengi hadi, hadi Lusitu, na eneo hili ndio lilikuwa eneo lenye changamoto kubwa sana mno. Hii milima ilikuwa magari, watu wanalala barabarani, lakini iliweza kukamilika vizuri, na nikaungana na mbunge mwenzangu wa Njombe e, tukaweza kuiomba e, serikali na tayari mkandarasi amepatikana, kazi sasa muda sio mrefu e, wataona inaendelea lakini pia tumeshirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya kutafuta wawekezaji. Kuna wawekezaji wakubwa wanaotaka kuja kujenga kiwanda cha saruji kata ya Lubonde. kiwanda kile ni e, mpongeze Mheshimiwa mkuu wa wilaya, amesimamia kwamba ile saruji itaitwa Ludewa Cement Eh, e, haya yote ni wakati wangu, wawekezaji tayari wapo, wametafutiwa na eneo la kitalu cha makaa ya mawe, watazalisha na umeme kwa ajili ya matumizi ya kiwanda chao cha saruji. Lakini kuna kiwanda kingine kinaanza kujengwa cha e, bidhaa za chuma na chenye kinajengwa kata ya Lubonde e, nacho kinahitaji mtu ambaye amesimamia haya aweze kuyaendeleza kuhakikisha kwamba yanafika mahali pazuri, kwa sababu yanakwenda kutoa ajira nyingi sana kwa wananchi wa Ludewa na yanakwenda kubadilisha kabisa uchumi wa Ludewa. Haya ambayo tukiyasimamia, yakienda sawa sawa, basi mipango mingine yote itakuwa ni rahisi kwenda vizuri. Miaka yangu mitano mimi nikiwa mbunge, Ludewa ilikuwa inakuwa ya mwisho kimkoa, lakini tokea mimi nimekuwa mbunge wa Ludewa nimeshirikisha eh, madiwani wenzangu wote nimeshirikiana na ofisi ya mkoa wa wilaya na mkurugenzi na wataalamu wote na walimu na mara zote nimetembelea shule zote, nimezungumza na walimu na wanafunzi, nimewapa moyo, nimezungumza na wazazi. Ludewa sasa hivi inakuwa ya kwanza kimkoa. Sasa mafanikio haya yanahitaji mtu ambaye anaweza kuyaendeleza. Mwitikio umekuwa ni mzuri, mkubwa ni jinsi gani watu wanavyoona kwamba wana kila sababu ya kuja kujitolea amala kuja kufanya maendeleo katika wilaya yao ya Ludewa, that's why unaona impact imekuwa kubwa, wamekuja wengi. Lakini kikubwa, nafikiri taratibu, tamko la chama, maelekezo kwamba shamla shamla zile, mapikipiki nini, wagombea wote wamefanya, wamefuata vizuri. Mpaka sasa amani na utulivu katika kuchukua fomu ipo kwa kiwango kikubwa sana. Kazi ya chama siku zote ni kukemea swala la rushwa, lakini vitendo vya rushwa, unajua ni kwamba kumbaini mtu kwa moja kwa moja ni ngumu, ni vitu ambavyo vinahitaji ushahidi wa kutosha, lakini kama chama ni wajibu wa kuambia wanachama, ni wajibu wetu wa kuambia wale wote wagombea. Na chama cha mapinduzi wilaya ya Ludewa, kwa kulitambua hilo, tumetengeneza utaratibu kwamba watiania wote ambao wamechukua fomu tumewaandalia kikao na kamati ya siasa ya wilaya, tuweze kuongea nao, kuwaeleza miiko na taratibu, niweza kuwaeleza kwamba kanuni zilivyo, ili tutakapoingia kwenye mchakato wa kwamba majina yatakaporudi, kila mmoja awe anajua kanuni inaelekeza nini, tusije kuonana wabaya huko mbele ya safari. Well, mwamko mkubwa si demokrasia tu, lakini bado ni kwamba haki ya kikatiba ya mwanachama wa Chama cha Mapinduzi ni kuchagua na kuchaguliwa. Kwa hiyo, wanachama wangu wa Ludewa kwa maana Chama cha Mapinduzi Wilaya ya Ludewa wanatimiza haki yao ya kikatiba ya kuja kugombea nafasi hiyo ya ubunge, lakini vile vile wana kiu ya maendeleo kufanyia katika wilaya yao ya Ludewa. That's why unaona utiki umekuwa ni mkubwa.